Vipi mv mwanangu, usikia nikupange mi na pasto na ator hapa kichopa cha kufani. Mi na vyona mwanangu, labidi twende kwa wile demu mwanangu. Uwe sponsor wangu. Mimi demo wangu mimi namuelewa kino. Noma. Sema shida nini? Ananikazia. Ananikazia sana msela. Kwa hiyo inaomba support msalamu.